Unaweza kusimama mkanisaidia kudaia kiangu wakina nineemdali mnaweza kusimama wanisaidia nitoke pa nilipo, na kwenda hospitali na kufanya iichangu kama kawaida Ole. Analia anaomba kwamba asife, analia sana mwastara lakini nimekuja kwa ajili ya kumsaidia dada huyu au mama huyu au mwanamke mzangu, nimekuja kumsaidia Wastara. Naomba clip hii kufikie na usikilize, ni msaada wako mtumishi wa Mungu. Mimi ni mtumishi wa Mungu wa kweli kabisa, ambaye nimetumwa na Mungu. Najiamini asilimia zote, tena sio mia kwa mia, ni asilimia ambazo siwezi kuzihesabu, asilimia ambazo na ambazo najiamini mimi kwamba nimetumwa na Mungu nimekuja kutoa msaada, lakini msaada huu ambao nimeleta kwa Wastara sio msaada wa pesa. Nimejitokeza mbele zako hapa, kabla ya kuongea maneno haya, nami na wengine watajifunza kutia maneno haya ambayo tayaongea, tayaongea, tayaongea siku ya leo. Wastara, kipindi cha fukuto langu mimi naktoka gerezani, ni maneno mengi sana Wastara niyaongea, machafu sana tena, mabaya machafu sana Wastara, ulinisema kwa kiwango kikubwa, ulitoa maneno matishako makali matusi. Lakini napenda kuambia Wastara, mimi ni mtumishi wa Mungu wa kweli, na kama ni mtumishi wa Mungu wa kweli mtumishi wa Mungu kimnemea mabaya lazima laane tamotana, wewe ukinemea mabaya kwa mtumishi wa Mungu aliyetumwa na Mungu, sio tu mie peke yangu, nitakuletea maandiko hapa watu na Mungu kwa habari ya kumsema ya kuwa, ya kuwasema watumishi wa Mungu vibaya, kwa habari ya kuwadhalau na kuwaelea mabaya ya watumishi wa Mungu, nitakuletea maandiko kwa Wastara. Huu ni msaada ambao nimeleta kwako kwa matusi ambayo uliyotoa Wastara, kumtukana mimi na sikuwahi ni kujibu, nilinyamaza kimya, nilimlilia Mungu nikijua kama Mungu atanijibu, na Mungu amenijibu. Msaada wangu ambao nimeleta kwako Wastara, sijaja kwa, kwa shari sasa nimekuja kwa kama jinsi ulivyo wakuhurumia, ninaomba Wastara, tubu. Tubu, hiyo ni laana ya Mungu Wastara, hiyo ni laana, ni laana ya Mungu ya maneno machafu makali ambayo uliyaongea, wala sio clip moja, wala sio clip mbili, wala sio clip tatu, ulifuruliza na waandishi wa habari wajifurahi sana kupata wateja kutia wewe, na ulifunguka kwa habari ya kumtolea povu mfalme Zumaridi. Usijue ya kwamba unamtukana Mungu aliyeweka makao ndani ya mwanadamu, hiyo ni laana wastara. Hebu fikiria kipindi unatoa hiyo povu matusi makubwa ambayo ulimtukana wastara, je, ulikuwa na hali hiyo? Ulikuwa na haliosa mtu linatafuta kiki, linaenda kumwongelea Sajuki kwa ajili ya faida yake ye hey, kuweka mkono wake kifuani. wewe ungekuwa kama kweli unatoa watu ambao usingeona watu wengine. Kwa nini usizungumzie wa kina kapuku tu au baba yako mzazi ambaye ajulikane hata na panya? Unaenda kuzungumzia mtu ambaye amefariki na maarufu. Kwa nini iwe sajuki na kanumba? hebu angaze kutokea pale. Je, kuna kitu gani kilikupata? na maana Mungu aliwa Mungu aliwa pole pole. Mungu asio haraka na majibu ya Mungu asio haraka. Mungu anajibu kwa utaratibu. Kwa hiyo Wastara, ninachokuomba huu msaada, ni msaada. Ninakupa msaada Wastara, nakusaidia Wastara, tubu, tubu ya makosa ambayo umemtenda Mungu kwa mtumishi wake ampendaye. Tubu tena na kuomba toba na, na rehema, rehema. Taja jina la Zumaridi ambalo ulitukana. Ulitukana jina lenye mamlaka. Ulitukana jina ambalo Mungu amekaa ndani, jina hilo kwa kaa wanadamu uliliziati utoa matusi makubwa ya nguoni. Mimi nakupa msaada, nakupa msaada kabisa, wastara upone, na kama Mungu akipenda kuchukua basi, ila uende katika sehemu salama katika ufalme wake, kupokee roho yako, ipokee isiende kwenye azabu ya milele. Naomba utubie makosa, ulikosea sana mtumishi wa Mungu, kumtukana mtumishi wa Mungu, kumzalilisha ulinizalilisha ulilizalisha jina la Mungu uliongea, ukatoa povu katokalo kazi yake ulijua? Je, ndani ya roho yangu niliongea mangapi mimi ambayo leo yanakuumiza? Nilimwambia nini Mungu Amba ambayo leo yanakuumiza? Unajua Wastara, sio tu wewe, kuna wengi sana ambao walitoa matusi. Kwa mfano Zumaridi alisema ni kwamba watu ambao hawajulikani wameshapata mapigo yao, na kuna wengine ambao duniani hawapo kabisa, walitoa matusi makubwa. Wengine wanapata ajali, eh wakafa kwa ajali, ndio alikufa ghafla tu alipo kwa dondoka na kufa mwingine kwa Daniel Oscar na osikana, dada ameshika amish, tu dada ameshakatwa na katika na ondoka. Ni wengi ambao walisimama na kumtolea matusi makubwa, mfano Zumaridi. Mimi nakwambia sio tu sio kwamba tu kwamba dada ni wewe, ni wengi, wengine wa Bukoba eh, wengine wa Katavi, wengine wa Mwanza, umeona siwezi kuwataja kwa majina ambao wamepotea walipata mapigo ya Mungu, wengine walipata magonjwa, wengine ajali, wengine vifo vya ghafla, wengine na nilikuwa naomba mimi namlilia Mungu mtu akiinuka aki tu kwa matusi makubwa, alikuwa anapiga magoti, namlilia Mungu kama Mungu aonyeshe ufalme wake ufalme wake ndani yangu, na Mungu alijibu. Kwa hiyo mimi niko hapa kwa kukusaidia, nimeona kwamba nisinyamaze kimya, maana mimi ni mtumishi wa Mungu. Hakunaga mtumishi wa Mungu unelewa mabaya Mungu akinyamaza kimya ya mali mtumishi wake. Mimi ni, ni kama wakili wa Mungu na mwakilishi wa Mungu duniani na najiamini eh. Alafu binadamu yoyote hawezi aka akamsoma mtu kama ana Mungu au hana Mungu kwa kunitazama hivi, unaweza kuona kama ni sister Dutu, sister Dutu fulani, unaweza kusema sister Dutu fulani kwa kunitazama hivi, lakini ndani ya roho yangu huwezi kujua kama nimebeba nini hata mtu ambaye amebeba jini kwa kupitia, ukimwangalia unaweza kuwa mtu ni mwanadamu wa, wa kawaida sana, lakini ndani yake ana jini na anaweza kukufanyia lolote kutia jini ambayo liko ndani yake. Sasa mimi ndani yangu na Mungu. Kwa hiyo wewe Mungu limtukana, ulimtukana Mungu aliyekaa ndani yangu. Hii ni laana. Angalia Wastara masikini, umeuza vitu vyote, umeuza. Nimeangalia hiyo clip, nimeumia mpaka nikataka kutoa machozi umeuza vitu vyote na bado mgonjwa yako pale pale, kwa sababu tangu hiyo ukapata ugonjwa wa dege dege, tangu wewe Wastara ukapata ugonjwa wa kifafa ukubwani, tangu lii, hiyo ni laana ya Mungu. Laana ya Mungu, mtumishi wa Mungu, mimi niko hapa baada ya kupatia msaada kwanza, kana ngozi ngozi yangu kawa inatoka inatoka, ni vidonda ambavyo ukitoa hivi inatoka na ngozi. Sasa hivi tena imeanza kurudi, vinatoka vidudu vikundu, alafu vikimaliza kutoka vinabakisha alama kama hivyo. Ina maana hapa mimi ili niweze kuondoa hizi alama, nie napaka dawa ambayo naenunua laki na thelathini na tano, laki na thelathini na tano. Ina maana siku nne natumia laki mbili na usadini. Halafu tumbo nayo likaanza yaani, nikianza kuumwa leo unaweza kujua ya kidunda waki unaenda hospitali kunapata zile dawa za vidonda vya tumbo, lakini zile sindano nitachomwa mpaka wale madaktari watachoka, tapewa dawa za aina zote pale, vile amna kidonda kutulia, amna chochote. Matokeo yake sasa inakuja presha, ile presha ikija inakuja na nazumia natetemeka ak aomata natetemeka, ambayo unaweza kwa siku, kwa siku, kwa siku unaweza kuzimia mara ngapi? au, au lazima kwa wiki au kwa siku Yani kama na na control diet ya chakula na dawa naweza labda kwa wiki mara mbili, lakini nikiwa sina control, yani siko vizuri, siwezi kumudi hivyo vitu, unajikuta kila baada ya siku mbili lazima litokee hiyo jambo, kila baada ya siku mbili sometimes unaweza hata siku tatu. Kuulizo huu ni msaada Wastara tu tu, Wastara mimi ndio najijua, hakuna binadamu anayeweza ndani hakuna binadamu kwa kibinadamu hivi akajua kwamba mimi ni nani, hakuna. Hayupo hata mmoja, hayupo hata mmoja ambaye anaweza kanitambua kwamba Zumaridi ni nani. Hayupo binadamu hata huyu anaweza akatambua ndani yangu, ndani yangu kuna nini. Binadamu wengi na besa, wengi wanatukana, hawajui. Lakini mimi, mimi automatically, Zumaridi mimi ndio najitambua, nimebeba nimebeba nguvu gani Nimembeba Mungu mwenye nguvu ya ajabu. Hebu iangalie nguvu yako, hebu itazame hiyo nguvu hapo. Ona watu jinsi wanavyopinduka, tazama hiyo nguvu. Hiyo hiyo ni nguvu <laughs>